Lakini kelo ya Watanzania na vijana wengi ambayo tunaambiwa ni zaidi ya asilimia sitini ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunahitaji tupate katiba mpya. Katiba yetu kwa mujibu wa historia ilianzishwa, ilizinduliwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1977 pale Karimjee Dar es Salaam ikiwa ni bunge la kwanza. Leo tuna mabunge mangapi yaliyopita? Sasa ni Dodoma, Dodoma pale kwa kuna kusi mseko, kwa sasa kuna ukumbi mpya aliwaacha rais Jakaya Kikwete bila kukosea. Katika hiyo asilimia 60 ya vijana tujiulize, tangu tarehe 24 ya mwaka 1977, mpaka tarehe ya leo ya mwaka 2025 takriban miaka mingapi? Angalia hii ilitokea Desemba 20 hapo 29. Ni kwa sababu ya vijana hawajashirikishwa kwenye mchakato wa demokrasia. Hii unayo access hapa, waziri, ni demokrasia kubwa mno, direct democracy hapa, ambao kila mtu yuko huru kusema na umesema tuseme. Kwa hiyo sasa, vijana kitendo cha kuwaziba vijana na kutolea mfano hapa, naweza nikaa na bomba lile la kusukuma vijini, mmo tuna mabomba kama yale hapo, unasukuma maji pale, una kuna lo, kuna ya kutoa maji unaposukuma pale, umefunga umefunga pala stoke, lakini hapo unasukuma, unategemea nini hapa njiani? Si maana yake tapasuka. Ndicho kilichotokea tarehe 29, kwa sababu umezima umeziba, watu wasiseme, watu wasiwe huru. Haya, angalia, mtu anampenda mtu wake amchague, unamkata jina kule. Chama fulani anakipenda, unakikata kule. Sasa unategemea huyu kijana afanye nini? Kimbilio lake liwe wapi? Wataalamu wa dunia walioleta demokrasi walioona mwanadamu ana mambo mengi, ana machaguo mbalimbali, wakaweka ili kila mtu awe kwenye mwanya nao upenda. Kwa hiyo tuwaombe viongozi wetu, hivi vyama ni vya kwetu, haya ni maisha yetu wote, tupunguze ubinafsi binafsi. Mimi ni muhanga wa ajira, nimezunguka na bahasha mpaka nimechoka, sasa hizi nazunguka na vifungashio. Nilikuwa napendekeza kwa ili tuweze kuongeza nani tuweze kuongeza mapato kama ulivyosikia mi, mikopo kila mtu mikopo, wengine hawapati. Tuweze kuongeza katika haya majiji, hasa Mbeya, majiji yote makubwa, kuwe kuna site enti nini levi ambayo isaidie ile hela iende kwa vijana, kuwa ile hela inayotoka kwenye inayolipwa na aidha na vyombo vya usafiri kama magari wanaolipa pale wanapoingia kwenye miji yote, waweze ile hela iweze kuingia kwenye mfuko wa vijana, itatusaidia kuongeza ile hela halmashauri ambayo ipo kule kwa ajili ya vijana, hii itatusaidia, na si wengine ambao hatuna nini, biashara ambayo ni maalum kubwa, itatusaidia hata tukenda kukopa tukaongeza nani, biashara zetu. Serikali inapokuwa na miradi katika jiji la Mbea hii huwa linatangaza kwamba watapewa mbele vijana wa sehemu husika, lakini miradi inapokuwa inaanza huwa vijana tunafika sehemu ya tukio tunasotea mpaka dakika ya mwisho, watu wanaoingia kazini ni watu wa nje na Mbeya, watu wa Mbeya tunakuwa tumeachwa. Kwa hiyo nilitaka kuomba hivi kwamba Mheshimiwa Waziri, ili swala kama vijana, utawezaje kutusaidia ili miradi inapotokea sehemu husika tuweze kufanya kazi kunufaika nayo ile mradi, watu wa sehemu husika kuliko tunakuwa na miradi Mbeya hii alafu wanaokuja kunufaika ni watu wa nje na Mbeya vijana tuna wasiwasi na mahusiano karibu na maaskari wetu ambao tunaoishi nao. Kuna baadhi ya vijana wetu wengi wapo wamepotea, na kijana mmoja alikuwa pale Tokela, amepotea, ni kijana mdogo. Kuna mwingine alikuwa hapo Isese amepotea. Sasa wewe unataka kutusogeza karibu na serikali, serikali ni mojawapo ya vyombo na vya dola, nisasa tunaishi nao vipi hawa watu au maskari kwa sababu, sasa hivi, na sana, kano, eh, atuna nao sana nao vizuritua fa na vijana wetu <tipa> wengi wanapotea bila utaratibu. Polisi hawapo nyumbani. Kama hapo po nyumbani hilo jambo akambali maskari ndio <tipa> hilo <tipa> <tipa> kwa sababu mimi nimeteuliwa kama waziri lakini haimaanishi najua kila kitu. Eh, nyie pengine mna mawazo mazuri sana ambayo tunaweza tukaachukua na kuyapeleka yakafanyiwa kazi. Kwa mimi, nitakapomaliza mkoa wa Mbeya, nitakuwa nimechukua mambo ambayo nasema haya ndio ambayo vijana wa mkoa wa Mbeya ni vipaumbele vyao. Kwa hiyo tumeenda kule vijijini, tumekuja hapa, tutaenda Kiela, tutaenda maeneo mengine, kwa tukimaliza tutacompile mawazo haya, ndio mawazo ya watu wa Mbeya. Nimemaliza Songo jana na mawazo nimeyachukua. Kwa hiyo mwisho wa siku, tutakaa sisi tuone tunavyoweza kuyaboresha. Kwa hiyo ni niwakaribishe tuzungumze ili eh, tu, tuyajenge kama vijana. Mwaongea vizuri sana haya ndio mambo tunataka kuyasikia, kwa sababu mimi niko hapa ili tuijenge nchi yetu, na maelekezo ya rais anataka vijana wazungumze, wanataka nini, wanahisi nini, akiko sawa turekebishe wapi. Kati ya vitu mmenifurahisha, wana Uyole, changamoto zote ndio ziongea, mmetoa na mapendekezo, na hiki ndicho tunachokihitaji sasa. Sasa ndugu yangu, kwanza, shaka ondoa, nimekusimamisha hapa ili kila mtu aone, shaka ondoa. Ulichokiongea ni kizuri na sisi tunapita huku ili tuijenge nchi yetu. Nyenye wote mmeeleza hapa kwamba hakuna anayetaka yale yalitokea tarehe 29 yarudie, si ndio? Ndio. Yeah. Hakuna anayetaka. Sasa tut, tut, tutafanyaje tusirudi kule? Lazima tuyasikilize hoja kama zao ndugu yetu ambazo wameziongea. Kwa hiyo naomba nikuondolee hofu. Asante. Usiwe na shaka yoyote. Na chochote kikitokea naomba uchukue namba yule pale, yule pale. Huyo ni naibu katibu mkuu wa hiyo wizara. Asante sana. Sawa pata changamoto yote, tuwasiliane, lakini sisi tunataka vijana wa nchi waongee, na ndio maana mama ametuwekea wizara yetu. Ametuwekea wizara yetu, anajua tuna masuala ya kuzungumza sisi. Ni yako machache ambayo nitaelezea. Na nitaanza na masuala makubwa makubwa ambayo ndugu zetu wameongea hapo. Yuko ndugu yangu hapa amezungumzia swala la katiba mpya. Ameligusia. Akasema kwa sasa sisi kama nchi tulipofikia tunahitaji kuwa na katiba mpya. Ninyi najua ni vijana mnafuatilia mambo. Katika mambo kumi na tatu ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema ataanza nayo katika siku mia moja za kwanza, jambo moja wapo amezungumzia wa ni kuanzishwa kwa mchakato wa katiba mpya. Maana yake ni nini? Ni moja ya kipaumbele. Unajua kila kiongozi ana namna ya kujifunza kutokana na mambo yanavyoendelea. Tunaelewana vizuri jamani wameelezea katika kipengele kimojawapo amekielezea ni ukamilishwaji wa mchakato wa katiba mpya. Mnakumbuka kwamba huu mchakato ulianza huko nyuma, si mnakumbuka vizuri, ulianza tangu wakati wa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Eh, yeah, yakatokea mambo pale katikati, kulikuwa na bunge la katiba kama mnakumbuka eh, mambo yakaishia pale katikati. Mheshimiwa Rais ameahidi katika vitu ambavyo wa atakavikamilisha kabla ajiondoke madarakani ni kuhakikisha mchakato wa katiba mpya umeanza na kwamba leo sisi tuna wizara yetu, maana yake tafsiri yake, vijana tutapewa sauti katika huo mchakato, tueleze mambo ambayo tunafikiri kwamba sawa, tunafikiri kwamba hajakaa sawasawa. Hilo naomba nitoe ufafanuzi na litashughulikiwa na muda utakapofika, tutafanya kama tunavyofanya hivi hiv. Mwenyezi Mungu akinijalia, kama nitakuwa naendelea kuwa bado katika wizara hii, nitahakikisha vijana nao pia sauti yao inasikika katika mchakato huo pia.